Kuna vitu vingi ambavyo unaweza uh, ukavitumia na, at one point or the other, lazima tu utatumia Akili Unde kwenye maisha ya leo, na kama unahusika uh, una, una moja wao unavitumia vifaa vya kielektroniki, basi swala la kutumia Akili Unde litakuwepo ambazo like unatumia au vitu unavyokuwa unavifanya, basi vinatumia Akili Unde at some point na hii hii haishii kwenye communication peke yake. Kuna application nyingi sana za Akili Unde ambavyo unaweza kufikiria. Kwenye masala ya analysis ya ripoti mbalimbali, Akili Unde imekuwa ni msaada mkubwa sana, na unaweza kuona hata kuna video kadhaa watu wamekuwa wakishia wakieleza kwamba okay, naweza nikakupatia au kuna hii ni listi ya Um, software ambazo zinatumia Akili Unde ambazo zinaweza zikakusaidia kwenye mambo kadha wa kadha kama graphics designs, uh, vitu kama vya photo editing, um, labda hiyo generative AI kama chat GPT and wherever kuandika proposal zako na nini. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kuna uh, application ziko nyingi, na hizi uh, tools za AI au uh, tools za uh, Akili Unde ziko uh, scattered kwenye Uh, funny tofauti tofauti, na kuna ambazo zina perform from one era or the other. Kwa hiyo uh, what I'm trying to say kwenye hii video ni kwamba yes we have to accept, uh, whether we like it or not. Na kitu kimoja ambacho nilikuwa najaribu kukiangalia, um, hasa kwenye uh, hizi introduction mbalimbali ambazo zinaweza zikafanyika, aidha kupichwa idea ambacho unafanya au project ambao unaifanya katika ulimwengu wa sasa for it to make sense uh, na, nadhani na, kwamba ukiweka component ya kwamba uh, kuna functionality ambazo zinatumia akili unde, kuna chances kubwa unaweza ukasucceed uka kwenye nani yako, kwa sababu that's the direction, that's the way we are supposed to go, na this won't stop anytime soon. Kwa hiyo uh, kuna kuna kuna uh, jambo kubwa, kuna nafasi kubwa, kuna opportunity kubwa ya kufikiria zaidi. Sasa namna gani tunaweza tukazifanya hizi akili unde zitumike kwenye maisha yetu ya kila siku, kwenye kazi zetu za kila siku. And if you're planning to pitch uh, any sort of a new idea I, I think it is uh, very important that you consider kutumia akili unde kwenye your project for for the idea to make sense kwa watu ambao unaenda kwa pitch uh,